E, bado mpaka leo baadhi ya kwaya hawaelewi kwamba tunaimba aleluya wakati wote, siku zote, isipokuwa tu kipindi cha Kwaresima. Aleluya inaimbwa siku zote, wakati wote, mahali popote, isipokuwa wakati wa Kwaresima. Kwa hiyo hata katika misa ya maziko aleluya ipo Ningesema kwaya wapi, lakini basi sitaki kumsema mtu, na nimesema tu kwa ujumla. Tunapaswa kuimba haleluya na haleluya inaimbwa. Ukisema katika utaratibu mkuu wa misale ya Kirumi utasoma baadaye, unasema hivi: kama haleluya haiwezi kuimbwa iachwe. Haleluya haisemwi. Aleluya inafanya nini? Inaimbwa, haisemwi. Kama hamuwezi kuimbwa, eli muache. Baada ya somo bado anakuja kusoma Injili moja kwa moja, kwa kusisitiza kwamba lazima ikiwa Haleluya tuimbe. Na kwa nini? ni shangilio la ujio wa Bwana, hatupasi kulisema.